Ni kitu cha hatari sana, amina, lakini nyinyi mnaniibia. Yesu nasema tunamwibia. Hata kama usemi amina, ukimwona ndani yako amina, amekaa kama shoka hapa kanisani, ujue ajenda yake. Tena ni jambazi. Tena ni mwizi. Na mwizi ni mfano wa mchawi. Amina, Kira, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina. Yes, ni mwizi. Lakini ninyi mwasema, eh, eh, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Bwana anasema Yesu a anasema tumekuibia zaka. Ili mwanadamu yes, anapokosa

mateso yetu mengi yanatutesa kwa sababu ya lana kutoka kwa Yesu kwa kwa kuto kutii maagizo yake. Watu wamefunja agano la kuto kutokumtolea so Yesu zaka ya yani, fungu lako. Amina. Amina. Wakisema tunamngojea mzee wa Yesu ndio tutatoaga zaka. Amina. Wewe hujikuwa kwa Yesu wewe.